Naam, karibu tena e bwana, leo ni siku pekee ya kusherekea birthday ya mtoto wa Paula pamoja na Marioo na tayari wamevujisha video e. Paula ameweza kuonyesha sura halisi ya mtoto wake huyo Amara siku ya leo, ambayo anatimiza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake. Hii hapa ni post ambayo Paula ameweza kuishia katika mitandao ya kijamii, akiwa na pamoja na mtoto wake, na huyo hapa ndiye mtoto wa Paula, ni mzuri kweli kweli, she is beautiful. Huyo hapa ambaye ni Amarah mwenyewe tangu walipozaliwa walikuwa wanamficha sura, lakini hatimaye leo ni siku ya kuzaliwa kwake. Happy birthday, anatimiza mwaka mmoja na a, Paula ameweza kushare video mbalimbali akiwa anamtakia heri nyingi na fanaka tele mwanaye, huyo mtoto e, wake huyo wa kwanza Amara ambaye ameweza kupata pamoja na Mario, ndo huyo hapa, kama ulikuja muona sura halisi, amefanana kiukweli na mamake huyo Paula, pia ameweza kufanana na babake huyo Marioo ndo huyu hapa mtoto wa Paula pamoja na Marioo ambaye anafahamika kwa jina la Amarah, na hapa Paula aliweza kuandika ujumbe huu hapa akiwa anamtakia heri ya kuzaliwa kwake mtoto wake huyo Amarah, kuandika hivi: leo natabasamu kwa sababu mwaka mmoja uliopita moyo wangu ulizaliwa tena. Wewe ni mtoto wangu wa kwanza, zawadi ya maisha yangu na sababu ya kila maombi yangu kila siku, nawe ni somo ni furaha ni baraka happy birthday my love, umeniguza kuwa mama mwenye nguvu, uvumilivu na upendo wa kweli. Nitakupenda, kukulinda na kukuombea hadi pumzi yangu ya mwisho. You made me a mother and that changed everything. Akamtagi Princess Amara ambaye ni mtoto wake hmm. Akaandika Amara son Hmm. Katika emoji ya, ya keki e, huyu hapa ni mtoto wa Paula. Leo ameweza kutimiza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake, kama unaoona ndio huyu hapa hmm. Ameweza eh, kutimiza mwaka huo na kuweza kushirikia baadhi yake siku ya leo amake huyo Paula. Pia hata babake Mario, naye pia ameweza kumposti picha mbalimbali pamoja na video ambazo ameweza kusposti, ndo huyu hapa mtoto wa Paula, kama ulikuwa hujamfahamu sura yake. Ukimwangalia na pia ameweza kufanana na bibi yake kwa mbali sana, amefanana kajara. Mm, damu nzito kuliko maji. Huyu hapa macho ya Paula, na ukiangalia nyusi hizo ni za Paula pamoja na komwe la babake huyo Mario na mdomo ni wa Paula. Kiukweli mtoto huyu ni mzuri na amependeza, mashallah. Ametimiza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake. E, leo ndio siku ambayo anasherekea ya birthday yake. Masta mbalimbali wameweza kuposti picha za mtoto wa Paula pamoja na Mario ambaye ni Amara. Pia babake ameweza kushare posti na kuweza kuandika ujumbe huu hapo unaosema kwamba happy birthday uh, to my greatest adventure life with you is better than ever Hmm. Akamtagi mwanaye huyo princess Amala, e bwana, huyo bwana, mtoto wa Paula pamoja na Marioo rasmi wameweza kuposti leo katika kushirikia birthday hmm. Ameweza kumposti mtoto wa huyo Paula, ameweza kuposti mwanaye huyo Amara hmm. Ni machache ambayo tumeweza kujuza, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio, mtu mtu.